Hapa ba dalali ndipo aliponitolea, lazima aje kuniangalia, lazima nifanye mpango hapa ba, niondoke hapa ba, lazima niondoke, kwa sababu nikija kukamatwa nakamata kama kuku ambaye akajiingiza kwa ndani mwenyewe. Hapa ba naondoka. Halo mama muuza, mama muuza ji, ichukue pesa zako e, hapa mimi siwezi kubaki, asikani ule bosishi hanitoroke na dalali haje hapa hanikamate. Maana mi nitakuwa mjinga kiasi gani? Huu ni ujinga huu. Oho, oh, dalali yule ameshafika dalali. Uzembe wangu nimechelewa chelewa mpaka nimemkuta mwana si wangu. Sasa aya, nakasha niona ameniona dalali. Hapa lazima nitumie tekniki, lazima hapa nitumie tekniki, alasivyo hapa nitaonekana mimi Mwanangu nimekuwa chizi, piga DJ, piga DJ, piga DJ, piga DJ, piga DJ eh, piga DJ. Dalali hapa kijana, nami chizi, lazima nijifanye chizi. DJ, piga ngoma, piga ngoma, DJ ongea ngoma hizo. Wala sijui nina langu mimi, wala sijui nina langu mimi. Naitwa nane kwa nani? Naitwa nane kwa nani? Maana ninachoimba na chochote kifanani, si dalali hata nielewe Lazima njifanye chizi kwa haraka haraka, hu ataamini kwamba mimi ni chizi hapa. Ngoja nijifanye chizi zaidi. Zombi, zombi, zombi hapa, vampaya, zombi chizi wa machizi. Na na na analijua jina langu nani? Oh, oh, oh, oh, anajitoa akili eh, unajitoa akili wewe. Pampama kwangu mimi, machizi huwa anawala kiboga asabu utaliwa kiboga, hakuna ashindwe dalali. Sasa umezidi baba, kunila kiboga tena. Baba, mimi sio chizi. Hebu, kaa tuzungumze kaka, ndugu yangu. Mimi ni ndugu yako kiboga, ndugu yangu. Kaka jambazi, jambazi imekuaje kuondoka na yule bosi shuishia, imekuwa vipi? Imekuaje kuaje? Eh? Hebu niambie ndugu yangu, labda nikusimulie tu. Nikusimulie jinsi ilivyokuwa. Usinihukumu chochote, wala usiende kunila hicho ambacho unachoniambia, labda nikusimulie tu pengine unaweza kunielewa rafiki yangu, sawa. Kaka jambazi hadi sia chapuchapu mtotomuchi na geto kali sana, nimelikubali sana <totopo> sasa tusilembe, tunajua mimi na wewe tena. Nimekutoa katika mazingira ya hatari sana. Hivyo naomba sasa tuifanye haraka haraka ile jambo letu, sawa eh. hebu hacha haraka hacha haraka kabisa, mimi uniamini, unamini Nakuamini mpenzi wangu, bosi chunshia eh, lakini tunajua nimekutoa katika mazingira ya hatari nitakuwa natafutwa. Wala usijali, bebi wangu, mimi niko hapa kwa ajili yako na hii nyumba yangu. Naomba nitoke nje mara moja hapo nje, kisha hapo nje hapa kwa ajili ya maandalizi zaidi. Dakika moja tu. Umesema dakika moja, usichelewe rafiki yangu, usichelewe. Bebi huyo wangu yuko makini sana ahadi yake yani. n hata dakika moja haijaisha, huyu anaanza kugonga mlango. Unagongaje mlango tena bosi wangu, wakati wewe hii ni eneo lako? Hebu pita umchumbani kwako bwana. Bana uje uje kunipa mambo yangu. Mshenzi matusi! Huyu demu mshenzi matusi, kaniletea kiumbe gani sasa humu ndani? Mshenzi matusi ni wewe hapo, nikukwambia Nimeambiwa ni kutoe kawaida, ukigoma ni kulambe makofi. Sasa ni kutoe kawaida au ni kulazimishe? Natoka mwenyewe kwa usalama wangu, tena kiutaratibu, kwa heshima na taazima. Sina ubaya, naondoka na kujua vizuri misa tamaa ulivyosikia masuala ya kuichapa, ukaingiza tamaa hapo hapo. Sasa haujaichapa na kwangu mimi nataka pesa yangu ilokupa kwa ajili ya kazi. Naomba pesa yangu, nakwambia pesa tena dalali. Milioni yako mbili ulionipa kwa ajili ya kazi. Sasa mimi na kazi gani nyingine zaidi ya hiyo? Kipindi chote nafanya kazi moja, na ila gani zaidi ya hiyo? Sasa utajua mwenyewe, uzembe umeleta wewe na wala sio mimi, usinipangie. Hujafanya kazi yoyote wewe, sio umemtorosha kule naomba milioni yangu mbili nilokupa kwa ajili ya kazi. La sifa, nitakula hiko kiboga hicho. <laughs> Nitakula hicho kiboga nimekwambia, nitakula nacho hicho kiboga. Alafu wewe ni mtoto mdogo sana, huwezi kunitisha kwa chochote, lakini mambo ya viboga, hapo ndipo unaanza kunitisha tisha. Sinakupa milioni yako mbili, ukiondoka hapa sentimita mia mbili na hamsini, ondoka wala usiangalie nyuma, ondoka kabisa. Wewe sio rafiki yangu tena. Kaka jambazi Goodbye. Ushachelewa bosi shunshia, ushachelewa. Yaani hapa tayari mimi ndo najulikana mwenye kampuni hii. Wewe nikija kazi, unaweza ukajiamulia uendelee kufanya kazi hapa au uondoke. Yupo wa kuchelewa lakini sio mimi bosi shunshia. Inakugharimu hoya wewe wa Kijijini, pita ndani hujo unitolee hiki kinyago. Nipo bosi wangu, wangu, ni kazi ndogo sana hiyo. Pisha hapo niji nikatoe. Pisha, hakikisha anazalilika, hatoki nje, hazalilike kwa wafanya kazi wote wa kampuni hii wote. Hakikisha ajina yangu, naitwa Kijijini. Kazi ndogo sana hiyo ni pisha, nifanye kazi yangu. Mushushia, toka. Baba usinifanye chochote, natoka mwenyewe, kai yari yangu baba. <laughs> Kamba sija kupiga bao la kuzimu, nyanyoka, inua makada yako hapo, twende nje. Madam Salome, kumbe wewe ni mjinga eh? kumbe ni mpumbavu eh? Hasa kuanzia leo mimi na wewe hatuna mahusiano, naomba uondoke kabisa, hatuna mahusiano iwezekane. Kumbe unacheza michezo ya kudhulumu nini? Yaani Madam Salome hamna mtu ambaye ninakuheshimu kama mimi. Lakini kwa upumbavu kama huo uliokuwa unafanya, ah kwangu hapo umekosa heshima yako. Tuna usiniangalie kabisa. <tosimushia> Boss ni tamaa ya pesa. Na uwezi kuamini nimekuja na ile milioni kumi yote ambayo nimetuma nikuteke wewe. Imali chukua kuomba msamaha. Mbona naelewa dalali? Hii ni pesa. Hata mimi nikisikia mchongo wa pesa mara nyingi akili huwa inaruka. Sitaki hiyo ila yako, pia nimekusamea. Dalali, acha eti! Acha ujinga, ujinga! Unakuja kuomba una msamaha kati, mimi tayari naanza kuonekana mimi ndo nini eh? Na maana huo ndo mwisho wa aibu yangu, au sio eh? Unanisaliti dalali, mm -mm. Usinipangie cha kufanya kwa sababu wesio bos wangu tena, sawa. huo ndo mwisho wa ubaya wako. Mimi nishakuja kutubu, wewe umeomba msamaha. Sasa huo ndo mwisho wa ubaya wako one, sasa watu wote wanajua matendo yako. Thomas, mpenzi wangu, hauwezi ule mpango kwa mimi, tumeusuka vizuri, nimemshawishi kama ia kamtongoza Madam Salome akakamatwa. Leo umekuja kuharibika, naomba unistiri ndugu yako, unistiri mpenzi wako. Kwanza ah, ah. We, nani? Yes. <laughs> we hapo <nani? laughs> he, he, haya makubwa, yaani bora wangenikataa wote, lakini huu mpango kumbuka, ulikuwa wetu sote. Haiwezekani unikatae namna hiyo, mpenzi wangu Thomas. <laughs> na kuuliza wewe nani? usinipotezee muda mimi naondoka. Ole wako nifuatilie. ilo Uniju ni la kwako, sio la kwangu, hatujuani kwanza. Leo ah, yani nimibaki peke yangu, watu wote wameondoka, peke yangu nimibaki ah, nini? Wapi kila mtu kanikataa, hadi utomasi yaani wanguyani ah, borangi nikataa kisamvu, bora kisamvu Thomas. Sasa mimi niende kwa nani? Mimi ni kufanya nini? Nitakuwa mgeni wa nani leo hii? Ah, hii kweli ni mwisho wa ubaya wangu. Mungu Baba, hata kurudi kwa Mwenyezi Mungu. Ah, nimefurahi sana kuonana na leo, leo, mpenzi wangu hakika nimekubali ombi la lako na niko tayari kukufanya wewe kuwa ni mpenzi wangu, niko tayari kuanzisha familia na wewe. hey, sasa huu ndo mwisho wa ubaya wake mm. Aliniambia nimtongoze kumbe anifadhali eh, ah, sasa leo leo nipo na bosi mchina, bosi shunshia hapa eh, huo ndo mwisho wa ubaya wake. Kwa majina naitwa Mr. Kisamvu na hii ndo mwisho wa ubaya wako. Mwisho wa series hii inakuja kungwi. Usikose kutufollow kama upo TikTok, kusubscribe, kutoa comment katika huko YouTube na hapa TikTok. Mwisho wa series hii ni mwisho wa hadisi inaitwa kungwi. Usikose kutuangalia ili mradi Mr. Kisambu, Boss Shonshia, Kaka Jambazi, Madam Sarome, Dalali na wenginao wote ulio wanaumu na, na wataongezeka katika series hiyo. Tunakutegemea kutufollow na kutupeleka mbali sana.